Uhaba wa mbolea umeendelea kushuhudiwa huku wakulima wa kaunti ya Trans Nzoia uh, wakipanga foleni ndefu uh, kwenye magala ya uh, bodi ya nafaka ya mazao ya NCPB. Licha ya ahadi ya serikali kuwa wakulima wangepata mbolea kufikia siku ya Jumatatu, wengi wanalazimika kurejea mikono mitupu, kwa, kwa kuwa mbolea haipatikani. Hata hivyo, baadhi ya wa wakulima sasa wanadai ulaghai katika ugavi wa mbolea hiyo, kama anavyotuarifu Colin Shitiabai. Ni wakulima waliotoka maeneo mbalimbali kaunti ya Trans Nzoia, kaunti inayotambulika kama gala la taifa kutokana na uzalishaji wake mkubwa wa chakula. Hata hivyo, jina hilo linayumba mwaka huu kwani mamia wa wakulima hawa wamekuwa wakisubiri mbolea kwa siku kadhaa badala ya kuwa mashambani. Tumechoka, tunaomba mahali rais yako mahali huko usimame na utuulizie na ututetee maana tunaumia tumefika mwisho. Mbolea ulituandikisha itusaidie lakini haitusaidii. Tumekuja kuchukua mfuko moja ama miwili ya mbolea, lakini gharama ambayo tunatumia barabarani inaanza kuzidi mfuko wa mbolea, na inasababisha sasa mkulima wa kawaida akae nyumbani na apande mbegu Dopita. Wizara ya kilimo iliahidi kuwa wakulima hawangetaabika taabika kupata bidhaa hiyo muhimu msimu huu. Hata hivyo hali ni tofauti na matarajio yao, wakiwalaumu mawakala kwa kusababisha uchache huo. Gharama ambayo nimetumia ni saidi ya mbolea moja. Nimekuwa nikija, nashinda hapa mpaka jioni, narudi bila mbolea, na katel atakuja tu anani kabisa, ananiambia leta elfu tatu mia sita ama mia tano. Wakulima wanasema wamekuwa wakiona malori ya mbolea ya kiwasili lakini, jinsi mbolea hiyo inavyotoweka, inasalia kitandawili kwao. Watu wamekanyanga hapa mwezi, wengine wiki mbili, wengine ni wiki, wamama, wazee. Wengine jana walikuwa wanaangukia hapa wagonjwa. Hofu yao inazidi kuongezeka, kwani msimu wa upanzi sasa wana uhesabu kwa saa badala ya siku. Kwa sasa, baadhi ya mashamba yatasalia bila shughuli za kilimo. Kutokana na uchache wa mbolea, Collins Shitiabay, Runinga ya Citizen County.